Naitwa Mwema Punzi wakili wa serikali wa mkoa wa Dar es Salaam, uh, toka ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kwenye kampeni hii iliyozunguliwa hapa Dar es Salaam ya mama Samia Legal Aid campaign. Sisi kwa, kama wa, wa, o ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali tunatoa huduma za ushauri wa kisheria kuhusu uh, ardhi, kazi na mambo mengine ambayo uh, yanahusu jamii Wananchi yeyote ambaye anaona kwamba ana, ana, ana, ana tatizo la kisheria ambao anahitaji msaada wetu anakaribishwa na aje hapa, tutamsikiliza na tutamshauri. Kama tutaweza kutatua moja kwa moja hapa tutalitatua, kingineo tutalichukua nalo na tuendelee kulifanyia kazi na kumsaidia kila mwananchi mwananchi ambaye anatufikia. Kuitikio kusema kweli ni mkubwa sana, kama unaona ndo kwanza tumeanza, kwa sababu asubuhi tulikuwa tunafanya uzinduzi na tuna majina mengi sana watu wameiandikisha. Ninao hakika kwamba uh, kwa siku tulizokuwa nazo tutapata watu wengi zaidi na labda challenge itakuwa labda tutaweza kushindwa kuwafikia wote, lakini kama tukishindwa kuwafikia wote, ofisi zetu ziko Dar es Salaam. Tuko pale Kivukoni, uh, barabara ya Kivukoni, anwani yetu ni namba 20 namba uh, ishirini Kivukoni Front, wa watufikie wakati wote. Tuko pale, kwanza tumeanza, lakini mambo mengi tunayoona sasa hivi hapa ni yeah. Kazi, kwa maana huyo mbaba ambaye na nimeshanamhudumia ni kwamba an, an, analalamikia kwamba aliachishwa kazi lakini hakupewa ah, nauli ya kurudi uh, nyumbani kwake. Kwa hiyo na amekuwa akilalamika na hayo malalamiko kwa miaka kumi iliyopita. Kwa hiyo uh, tunajaribu kumsikiliza tuone kama tunamwelekeza kwa taasisi husika ambayo inayolalamikiwa na madai hayo. Mwito wangu kwa wananchi kwamba tupo hapa Mbagala kwa kuanzia leo. Kwa hiyo wajitokeze kwa wingi tuweze kuwasikiliza na kuwashauri. Na kama siku kumi zitaisha, basi tuna ofisi ya mwanasheria mkuu, ofisi ya Dar es Salaam, waje wa kwale ofisi hiyo. Kama imosea anwani hapo mwanzoni ni kwamba ni namba 20 barabara ya Kivikoni, tuko kwenye jengo moja na ma, na mahakama ya ardhi. Watufikia wakati wote, tunafungua kazi, wafungua ofisi saa moja na nusu mpaka saa 9 na nusu kwa kila siku mpaka Ijumaa.